Ujai kusikia kuna mtu anaenda nyumbani kwa mtu akala chakula tangu ametoka pale tu mali yao salama. Kwa sababu wakati mwingine ni muhimu muite Yesu kwanza. Kwa sababu unaweza ukaenda nyumbani kwa mtu akakupa chakula, ukafikiri imekaribishwa kwa upendo, lakini unjui yule mtu amelenea kitu gani hicho chakula. Kwa hiyo unakula chakula kama chakula lakini kuna kitu kimelenwa kwamba anapokula hicho chakula kizazi kiharibike anapokula hicho chakula watoto wasikae tumbani anapokula hicho chakula awe mzinzi anapokula hicho chakula awe masikini Leo nakataa tumoja aseme kila kilichonenwa kwenye maisha yangu kupitia vyakula leo akala na chakula, linafungika ulimwengu wa giza. Wanajua kugeuza vitu tunavyotumia kama vyakula, ikafanyike kama ibada, ikatuathiri. Sema amen. Amen. Wangapo wanasema leo hayata, hayata endelea tena, hay. Unanielewa vizuri unanielewa vizuri unavalewa vizuri, labda nikuve mfano kidogo. Newei kusikia na kuona mtu aliyesabiwa chakula nyama ikakaa tunboni au kooni ni uchale ambayo mtu hajakushika anakutazama tu kwa mbali. Yani, hata kama chakula unachokula haijafanyiwa ibada na miungu, lakini bado mtu anaweza akakutazama kwa jicho baya la songo akakupata. Kusikia mtu amekula chakula tena ni sio, nimesikia, niliwahi. Kwa sababu sitaji, lakini miaka ya nyuma tulikuwa, ndugu mmoja alikula chakula mahali, na alipoacha tulipoachana mahali, alipofika nyumbani usiku, tukaambiwa kidogo afe. Kwa nini wanasema nyama alizokula zimekaa shingoni? Nyama zote zimeingia tumboni, nyama moja ikakaa hapa. Niliwahi kutokewa kwenye ulimwengu wa roho kwenye ndoto. Nilikuwa naomba ibada tu na wakati nimelala, nikajikuta wachao wamenitokea na waliponitokea wameshika sabuni pakiti ya omo, wakati nimelala nikajikuta wamemimina kwenye mdomo wangu ile pakiti, nafahamu mdomo hivyo hivyo hivyo na harufi yake, nikajikuta ni kama naota, lakini omo inaingia kwenye koo. Kuja kunyanyuka, nimenyanyuka na omba na omba na omba, alafu mwisho nikasikia tuweke kaza kwenye koo, ili asipate na sauti ya kuombea watu. Nikawa na omba usiku na kufuta na kufuta na kutumia damu ya Yesu, lakini hata palipo kucha bado nilikuwa nikineza mate, kuna kitu inakaa, na ili nikaribu kwenda milimani kufunga na kuomba kunoa hicho kitu Alienda kutapishwa, ana miaka kumi, lakini nyama chakula alichokula karibu miaka mitatu kiko tu yani. Hata kama hata kama hajafanya ibada ya kukuingiza kwenye maagano, lakini mtu anaweza akaona chakula unachokula akaachilia roho ya songo tu kwa mbali. Anaweza akawa ajashika kwa mikono yake, lakini akakuona mahali tu nakuna mahali akaachilia tu roho ya songo, akalena, na ukapata kama wako kwenu wawake moto yeah. na kama wako kwenu kwetu hapo uko yeah. uko tayari tuharibu, uko tayari tuharibu. Hebu jiulize, yaani mtu anaambiwa kuna kitu kinatembea tumboni, nyama inakaa tumboni, akitapika itoki, akifanya hivi itoki, inakaa inakaaje? Utajua ibada ipo. Sema leo moto unawaka yamkini huko hapa, kinachokutesa kuna tabia unayo, ile tabia imepitishwa kwenye vyakula. Leo kuna vijana wanalewa, wapende kulewa, lakini kuna mtu ameshika maji haka, ya, left, mpaka leo, maji mpaka leo, hata pk ataba nyuma, kuna agano limeachiliwa. Sema kila agano iliyofanyika katika ulimwengu wa roho kwa njia ya vinywaji au chakula leo, yeah, ifunjike. Watu wengi wamemalizwa kiafya kwa njia hii, wengine wana mateso yatungo, kube, ya tumbo, kumbe kuna maagano yamepita kwenye mlango huu wa vyakula. <coughs> uko tayari? Tukaribu agano hili. Waisraeli walipokula icho chakula, maandiko yanasema Farao sahau zika watu wenye vipawa na karama za kinabii, angalia, mara nyingi wanaota wanakula na wakiota wanakula unashangaa kuona kwao kuna kata, hawana tena stamina ya kuona. Mama moja akaniambia, baba naumbu niombe, nimezeka karibu watoto sita. Nikaambia unasikaja, akasema, kile kikaribia tarehe ya kujifungua, ninaota kuna bibi anakuja ananilisha grisi kwenye mdomo, ile grisi inapita kwenye mdomo mpaka inatokea huko, nikinyanyuka ndio damu zinatoka na mtoto amekufa. Mwanangu usiwe mlaku popote. Unapopita omba, hata ukienda nyumbani kwa mtu, tangaze Yesu wako. Hata ukienda hotelini, funga macho, ombea chakula, ili kwamba uweze ukajua waliotengeneza wametengeneza kupitia nguvu ipi. Yamkini, yamki hata kushughulikia, lakini ulimwengu haraika kukushughulikia. Sio kila hoteli unaingia unakula kwa sababu ni hoteli. Na ukiingia muite Yesu kwanza kabla hujala. Jifunze kuombea chakula kabla hujala. Chakula sio chakula; ni chakula ndio, lakini inaweza ikatumika kama nguvu ya kukuadhibu na kukutesa. Wengi walifungwa wasio leo kwa sababu ya chakula. Chakula tu mtu ananielea tu, anaachilia kitu. Ngoja nikupe mfano. Wale wanaopenda kwenda kwenye msiba na kula kula ovyo ovyo. Msiba umetokea na siku hizi na siku hizi teknolojia imerudi tena. Kwa hiyo inapangwa na buffet na maji zinawekwa. Jamani, sisemi usiri lakini ni msiri. Kama Mungu amekusaidia ndio ndakawati wenzako moyo. Lakini naomba uwe makini sana. Unashangaa hata kwenye hizo sherehe kwa makini hizo sherehe. Sio kila sherehe tu una unawekewa una, una, na unaona so, unakaa kwenye buffet unamwambia nasogea, basi naisha inaisha nyama nyama nyama nyama nyama. Unashangaa mpaka na mtu anafanya anakonyeza kwenye buffet. Anafanya urafiki kwenye bufe, yaani hajafikia kwenye bufe, anamwangalia mtu ambaye anamfahamu, bila amekaa kwenye nyama, anacheka ili atengeneze urafiki kabla hajafika kule. Unapotengeneza urafiki huko huko, unakochukua hiyo sahani, unachukua unapeleka, kwenda kukaa wenzako. Sio wote waliookoka. Wenzako wamekaa pale ni vichawi wenye roho ya songo, wametumwa na kuzimu kuwa watu kwenye hizo sherehe, kwenye hiyo misiba. Unabeba sahani hivyo, wanaiangalia tu, wamemaliza Unaenda kokao unakula chakula. Kumbe tayari chakula unachokula sio chakula. Kina roho tayari. Watu wengi wamemalizwa kwenye misiba hizi. Watu wengi wamemalizwa kwenye hizi sherehe. Nyota zao zimeibiwa. Leo narudisha nyota ya mtu. Leo narudisha kipawa cha mtu. Narudisha kipawa cha mtu leo bwana. Sema amina kama unabarikiwa. Sema kila roho inayoiba kipawa changu. Lazima itaachia.